Ikiwa na changamoto wa upungufu wa nguvu za kiume na ukawa una baadhi ya dalili nitakazozitaja hapa, basi wewe hautaki kutumia dawa za upungufu wa nguvu za kiume. Unachotakiwa kufanya ni kunywa maji kwa wingi, kwa sababu inawezekana ikawa sababu ya wewe kuwa na changamoto wa upungufu wa nguvu za kiume ni kupungua unywaji wako wa maji, yani hauji maji ya kutosha. Endapo utakunywa maji ya kutosha, basi changamoto wako itakama bila kutumia dawa zozote za upungufu wa nguvu za kiume, na dalili yenyewe ni kama zifuatazo. Dalili ya kwanza ikiwa na changamoto ya kukauka koo mara kwa mara, basi wewe inaashiria kwamba wewe unapaswa kunywa maji kwa wingi, sio kutumia dawa nguvu za kiume. Lakini dalili ya pili ni kwamba ukikojoa mkojo wako unahisi unakuwa na rangi ya manjano sana, basi pia unapaswa kunywa maji kwa wingi, sio kutumia dawa upungufu nguvu za kiume. Lakini dalili ya tatu ni kuhisi kizunguzungu mara kwa mara na uchovu mara kwa mara, pia inaashiria kwamba wewe unapaswa kunywa maji kwa wingi. Na dalili ya mwisho ni kuhisi ngozi yako inapoteza unyevunyevu. Ukiona una dalili hizi, alafu una changamoto upungufu wa nguvu za kiume basi usitumie dawa. Cha kufanya ni kutukunywa maji kwa wingi na kupata muda mzuri wa kupumzika. Ikiwa utafanya hivi, basi itakusaidia sana. Na kama umejaribu ukahisi bado hauwezi kupata matokeo ya uhakika, basi chukua namba yangu katika bio nitakupa mwongozo wa lishe ambao utakusaidia kuweza kuondokana na changamoto yako. Tuwasiliane, tuweze kushauri.